Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ana kumtakia rahmana amani mtukufu wa daraja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ama kwa hakika, inaniwia ngumu inaniwia ngumu kukaa pahala hapa na kusema chochote mbele ya mashehe zangu walimu zangu walezi wangu na kaka zangu, napata tabu sana, jambo ambalo unapelekea ulimi wangu unatetemeka na kupata kigagaziko, unashindwa kutamka vema, lakini kwa sababu ni adab, nimeagizwa na mashehe zangu basi nami nnasema hapa lakini ninatanguliza samahani kwa wazee wangu na mashekhe zangu. Kwa sababu ya uwepo wao yawezekana nikateleza nikakosea, ni kwa sababu ya utoto, kama ambavyo wanasema wasemaji kwamba idha urifa sabab batala al ajab, kwamba nikitokea nimekosea basi ni kwa sababu ya uwepo wa mashekhe zangu na wazee wangu na walezi wangu, ndio maana nimepata kitetemeko na kitete nikashindwa kuzungumza ilivyokuwa vyema. Watukufu wa Islamu, mada niliyoagizwa kuizungumza na kuifikisha mbele yenu ni hali ya umma wa Kiislamu na elimu ya dini ya Kiislamu. Jinsi gani umma wa Kiislamu upo sasa hivi, lakini huko nyuma umma wa Kiislamu ulikuwaje? lakini jinsi gani umma wa Kiislamu sasa hivi unaichukulia dini ya Kiislamu, au elimu ya dini ya Kiislamu? Je, umma wa Kiislamu sasa hivi unaipa kipaumbele elimu ya dini ya Kiislamu kama ambavyo umma wa Kiislamu huko nyuma uliipa kipaumbele elimu ya dini ya Kiislamu au kinyume chake? Lakini kabla ya kueleza hayo

Anatuonesha nafasi ya umma huu, heshma na hadhi ambayo umma huu imepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na nafasi ambayo umma huu inatakiwa kuwa. Allah anasema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na hivyo hivyo tumekufanyeni nini, ummati Muhammad, yani umma wa Kiislamu kuwa ummatan wasata, umma mwerevu umma wenye akili. Umma wenye akili ni ule umma ambao unapaswa kuwa na maendeleo ya kijamii, maendeleo ya kidini na maendeleo ya kila kitu. Maana yake umma wenye akili ni ule ambao umetanguliza dini mbele kabla ya kitu kingine chochote. Dini imekuwa mbele, halafu vitu vingine vikafuata, kwa sababu Allah subhanahu wa taala ameumba umma huu katika dini. Hakuumba umma huu au hakumuumba wanadamu nje ya dini. Mzee wangu mwalimu wangu Sheikh Taha amesoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bidayatan, akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika fitra. Fitra kwa maana ya dini iliyo sawa sawa, dini ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwa waja wake waifuate. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ame ameuumba umma huu na kuweka umma huu kuwa wasatan, manake ni umma uliokuwa katika dini, umma ambao anatakiwa kufahamu thamani yake na kufahamu jukumu lake Waislamu. Nahnu ummatan, sisi ni umma ambao khulikna linakuda, tumeumbwa na kuwekwa katika dunia hii linakuda, ili tuwe viongozi tuongoze nyumati nyingine zote, jamii nyingine zote zifuate. Waislamu, la linatabi, sisi hatukuumbwa ili kufuata wasu wasiokuwa Waislamu, badala yake sisi tumeumbwa ili tuongoze jamii, kwa maana jamii zote zifahamu kwamba uko Uislamu wa na Waislamu ndio wanaokuwa na dini na mfumo uliokuwa sahihi wa kuigwa na kufuata katika maisha haya ya dunia. La linufsid, sisi tumeumbwa linuslih la linufsid tumeumbwa katika dunia hii ili tuimarishe ardhi, tutengeneze ardhi, sio tufanye ufisadi yale. Yani, yaliyotokea juzi kama alivyosema mzee wangu ni kwa sababu ya kutokufahamu thamani yetu, ndio maana wengi wetu tumekwenda kufanya uharibifu katika ardhi, baada ya kutengeneza lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na kutuweka katika lengo hilo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na kutuweka katika dunia hii linakuna shuhada ili sisi tuwe viongozi tuwe viongozi, ala nasi kuwaongoza watu, la ala hamish tarikh, sisi tusisome tu katika historia kwamba ah, ilikuwepo jamii ya Kiislamu huko nyuma. Ilitawala dunia na kuongoza. Badala yake sasa hivi ndio muda wa sisi kusimama na kuongoza kutimiza lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wale waliokuwa nyuma yetu waliongoza kwa sababu walishikamana na dini ya Kiislamu, na sisi leo hii tunapaswa kushikamana na dini ya Kiislamu sawasawa, ili tuweze kushika hatamu za uongozi Waislamu. ashati al-ummatu al-islamiyyatu uhudan min at-tamkini wa riyada, umma wa Kiislamu huko nyuma miaka kadhaa iliyopita, waliishi katika hali ya uongozi na kushika hatamu za uongozi dunia nzima ilitambua kwamba wako Waislamu. Wakanat bifadlillahi bifadli llahi masha ala nurin yaqudu lbashariya. Na umma huo kipindi hiko kwa rehma za Allah subhanahu wa taala, ulikuwa ni mwenge au miala ya nuru inayoongoza watu katika hidaya kuelekea katika usawa kuelekea katika uongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliutaka umma huo uishi. Lakini lakinna lyauma naqifu fi zamani ikhtalatat fihi almasarat, lakini leo sisi tunaishi katika zama ambazo mapito yamekuwa mengi, njia zimekuwa nyingi, watu tumesambaratika. Ule msingi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea, tumeachana nao, tumechanganyikana na njia zisizokuwa za sawa. Lakini sio hivyo tu

nyuma zisizokuwa za Kiislamu, mataifa yasiyokuwa ya Kiislamu yametuzingira, yametusonga. Waislamu tumekuwa sasa hivi tunasongamana au tunasongwa wa na wasiokuwa waislamu, na tunaitiwa tuna, yaani mataifa yasiyokuwa ya Kiislamu yanaitana kwa ajili ya kusambaratisha sisi waislamu, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, yushaku an tatadaa alaykumul umamu kama tatadaa al-aklatu ala qasatiha Unakaribia mataifa kukusanya na kuitana kwa ajili ya kuwadhuru na kuwasambaratisha Waislamu na kuwatoa Waislamu katika misingi yake ya Kiislamu, kama ambavyo watu wanaitana katika chungu ya chakula. Mtume sallallahu alaihi wasalam aliposema hadithi hii akaulizwa, awa min qillatin nahnu yaumaidhin ya, ya Rasulullah, hali hii itatokea kwa sababu ya uchache kwamba tutakuwa wachache au kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema bal antum kathirun. Nini kipindi hicho mtakuwa wengi sana, walakin ghufaun ka wufai sail, lakini wingi wenu mtakuwa ni povu kama povu la sabuni. Ndivyo ambavyo tumefikia leo. Tumesahau nafasi yetu, tumeipuuza nafasi yetu, nafasi ya umma wa kiislamu kuongoza tumeipuuza na hii tumeipuuza kwa sababu kwamba tumesahau malezi, kama ambavyo Sheikh Ba ametueleza hapa. Tumesahau malezi ya Kiislamu, hatukumwandaa kijana kwa ajili ya kesho yake. Hatukumwandaa kijana ajitambue kwamba yeye ni nani, anatakija anatakiwa kuwa nani baadaye, vipi atashika bendera ya la ilaha illa Allah na vipi ataongoza Uislamu. Hatukumwandaa kijana, tumepoteza nafasi yetu. Kwa ajili hiyo, tumekuwa katika zama ambazo elimu ya dini ya kiislamu haithaminiwi kwa sababu huna, tumejidharaulisha na kujidhalilisha wenyewe. Tumewapa nafasi wa kuwa sio kwa waislamu kututoa katika misingi ya Kiislamu. Sasa Uislamu, ndugu zangu, ndio masdaru izzatina. Uislamu ndio chimbuko na ndio asili la utukufu wetu, ili tuweze kupata iza yetu tuweze kurudisha majidi yetu, heshima yetu, ile hali ambayo walikuwa nayo waislamu waliotangulia, ili tuweze kuirudisha, basi lazima tuhakikishe tunarudi katika sababu ambazo zitafanya tuokoke, sababu ambazo zitafanya turudishe heshima yetu, na hakuna sababu nyingine isipokuwa atamassuku bilislami lhaqi bila tabdilin wala tafrid kushikamana na Uislamu uliokuwa wasawa sawa, pasi na kupindisha wala kubadilisha misingi ya kiislamu aliyokuatia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ile ambayo walikuwa nayo masahaba waliotangulia, pamoja na salafu nasware na saleh pamoja na tabiihim ambao wamepita huko nyuma. Kama tutarudi katika misingi ile, tutarudi katika riada kama tutashikamana na misingi ile, majid yetu izza yetu itarudi na tutatambulika kama Waislamu, kama ambavyo walitambulika wenzetu wa ambao wametangulia. Lakini kinyume na hivyo, hatutoweza kurudisha majidi yetu na wala izza yetu haitoweza kurudi. Lakini sio hivyo tu, riada katika dunia haitopatikana katika umma wa Kiislamu. Watukufu Waislamu, alaibu laisa fi qillati lidda walatai Aibu kasoro, sababu ambazo zimetufikisha hapa ni uzembe. Sio kwamba eti sisi ni wachache sana. Aha. Sio kwamba eti sisi ni madhaifu sana. Aha. Sio hivyo, sisi tuna nguvu mno, sisi ni wengi mno, na sisi tunaweza kufanya na kurudisha Uislamu wetu kuwa kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Lakini basi kinachotusababisha sisi tushindwe kufikia katika majidi hiyo ni ile hali ya ya, ya ya aibu ambayo imesonga nafsi zetu, aibu ambayo imesonga nafsi zetu, tukapenda zaidi dunia, tukajisahau kwamba sisi hatukuumbwa kwa ajili ya dunia, badala yake sisi tumeumbwa kwa ajili ya akhera, lakini hapa duniani ni sehemu tu ya mapumziko machache ya kutengeneza akhera yetu. Hiyo ndio kasoro, hiyo tu ndio kasoro yetu. Lakini ukisema kwamba sisi ni wachache au sisi hatuna maandalizi, hatuna silaha, sio kweli. Sisi ni wengi mno. Ukiangalia salafu salih, wao walikuwa wachache kuliko sisi sana sana sana. Wao walikuwa wachache sana kuliko sisi, lakini kwa sababu waliandaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye aliletwa kwa ajili ya kutengeneza umma, akawaandaa watu kwa ajili ya umma, kwa ajili ya kushika hatamu za uongozi, wakaongoza umma baada yake pamoja na uchache wao, waliandaliwa wakaandalika. Kwa hiyo aibu ipo kwetu sisi, kwa maana hatukujiandaa au tumeandaliwa lakini hatukuandalika. Sasa bado hatujachelewa, bado hatujachelewa, tuna nafasi ya kuandaa watoto wetu, lakini pia kutengeneza watoto wetu, watambue kwamba wao ni kina nani, watambue kwamba wao wapo kwa ajili gani. Sisi ambao tutasema kwamba sasa umri sisi umekwenda hatuwezi tena kutengeneza yaliyopita, basi tuwaandae watoto wetu, ili wasimame kubeba amana hii ya kupeleka mbele uislamu wa Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, umma huu una amali kubwa sana. Umma huu una matarajio, amali una amali kubwa sana kurudi katika hatamu, kama ambavyo walikuwa wenzetu waliotangulia umma huu una amali kubwa sana katika nusra, lakini pia kurudi katika hali ambayo ilikuwepo huko nyuma. Na ili tuweze kurudi katika hali ambayo ilikuwepo huko nyuma kwa masahaba na waliotangulia, basi lazima tufanye tartib au lawiyati hawalintilaq min aqidatin safia. Lazima tuchukue yale mambo ya msingi, ikiwemo kuandaa vijana wetu na kurudi katika akida na itikadi iliyokuwa ya sawa ambayo itaamsha ari za vijana wetu na kuwajenga vijana wetu katika hali iliyokuwa njema. Badala yake, tukifanya hivyo, tutaweza kusimamisha dola na Uislamu utarudi katika hatamu yake. Lakini kama hatukufanya hivyo, tutarudi katika hali ya kulalamika kila siku na kulaumiana, kumtafuta nani mchawi, wakati wachawi ni sisi wenyewe, kwa sababu vita ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu bado ingali inaendelea.